Haipatikani husda ila mahala penye neema. Kuto kuta watu wakizozana wakigombana ovyo ovyo bure bure tu hapana. Chunguza vizuri, hapo kutakuwa kuna jambo lenye manfaa. Sasa na sisi tukitaka, tujijue kwamba tumekumbwa au la, tujipime hapa. Allah tabaraka wataala akifungua neema kwa ndugu yako jamaa au rafiki yako unakuwa una hali gani kati ya hizi mbili moja antakraha tilka neema kukirwa na neema hiyo yaani kama wewe unaona hivi shekhe anavyofanya kila kila mwaka anakula na watoto yatima wajane wasiojiweza maskini kama jambo hili linakukera fahadha huwa lhusda madaktari wametuambia huu ugonjwa ndivyo ulivyo Yaani ukipea tu unakuwa na dalili mbili ambayo dalili ya kwanza ni kukerwa, kukarahishwa na kila anachokifanya au kupata ndugu yako ambayo kitaalamu inaitwa karahatu neema. Na dalili ya pili ni kutamania maharibiko kwa ndugu yako. Jamaa ya au rafiki yako kama ana kitu anamiliki kiharibike, kama ana kipato kiishe. Hii nayo kitaalamu inaitwa hubu zawalu neema. Hali zote hizi mbili ni mbaya ndugu zangu, tuachane nazo kama ukiwa na husda hayo mawili, hata kuepuka kukerwa neema hiyo, kutamania maharibiko kwa mwenzio. Rejea sura ya 12 aya namba 8 na ile ya 9. Allah tabaraka wa taala atueleza, anasema baada, audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, idh qalu, kumbuka kumbuka ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Kumbuka ndugu zake Yusuf walipokaa kikao wakijadiliana juu ya Yusuf na ndugu yake Benjamin wakisema, La Yusuf wa akhuhu ahabba ila abina minna, Tizama Yusuf na ndugu yake Benjamin wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko ni sisi. wa nahnu usbatun, na ilhali sisi ni wengi sana kuliko ni wao. Wanajiuliza maswali ikiwemo fa kaifa ahabba dhalika lithnain akthara min aljamaa Hivi inawezekana vipi watu wawili wakapendwa zaidi kuliko ni wenzao wengi? Bila shaka mnaona, majibu yako wazi kabisa. Hawa jamaa wanakerwa, wanakarahishwa na upendo wa baba yao juu ya Yusuf na ndugu yake Benyamin, na hii moja kwa moja ni hasad, ni husda. Hivyo ndugu zangu Islam, tutambue ya kwamba husda haichagui shekhe, imamu, maamuma au ayo shakhsin aiyekuwa na tujitahidi sana kuiepuka husda ili tuwe miongoni mwa wale aliowasema Allah tabaraka wa taala, wala tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, hukuti hupati haja yoyote katika mioyo yao katika vitu ambavyo si mali yao. Hawana wivu, hawana tamaa, maana hivi ndio vyanzo vya husda. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana tuepukane na husda. Kama kuna mtu jambo hili linamkera shekhe wetu wa mkoa, kila mwaka kukaa na watoto hawa yatima kupata chakula kwa pamoja. Kama kuna mtu jambo hili linamkera, sallu ala nabi amuombe Allah, Allah. Allah tabarak wa taala amja ali sudr semen amin. Hivyo ndugu zangu Waislamu, na tutambue ya kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: alhasadu ya akulu alhasanat kama taakulu naru alhatab Al